eka za makada katika ofisi za Chama cha Mapinduzi zimeanza tangu Chama cha Mapinduzi kupuliza rasmi kipenga cha mchakato wa uchukuaji na urejeshwaji wa fomu za kuwania uteuzi. Majina ya watu maarufu na wasio na umaarufu ya wanachama wa CCM wamejitokeza wakiwa katika maeneo mbalimbali kutimiza haki yao ya kikatiba, na ni kutokana na hali hiyo wafuasi hao kumiminika katika ofisi hizo kumeibua maoni ya wadau wanawake ambao hawajawahi kuwa wabunge hata wa viti maalum, lakini wanachukua fomu kwenda kugombea. Kwa hiyo huu mwamko, hii amshamsha iliyotokea safari hii inaonyesha kwamba hiki tunachokiongea ni kitu ambacho kina mashiko na kinaingia, kinasaidia katika kubadilisha mtazamo uh, ule mtazamo mgando uliokuwepo katika jamii wa kwamba wanawake wakae pembeni. Wanawake wakitaka kuingia kwenye ngazi za maamuzi lazima wapitie eh, kwenye viti maalum. E, ni matokeo ya muda mrefu. E, jitihada za kuwakisha wanawake wanachukua nafasi za uongozi e, zimeanza takribani e, miaka 30 iliyopita baada ya mkutano ule wa Beijing wa mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano na zimekuwapo na jitihada mbalimbali. Lakini kuwa na mwamko sasa wanawake wengi kujitokeza, bado tuna changamoto kubwa, kwa sababu ndio unakuta wanajitokeza wengi, mkifika mwishoni mnakuta mna wanawake tisa wenye majimbo, mna wanawake kumi, kwao tunatamani tuone uchaguzi kama huu kwamba at least utapelekea wanawake waweze kufika at least mia, ambao wanatoka kwenye majimbo moja kwa moja na sio viti maalum. Wanawake na vijana ambao wanataka kugombea, tumewafanyia semina ya kuwawezesha namna ya kuweza kugombea, ni mambo gani yanapaswa kufanywa, ni namna gani ya kuzungumza mbele ya halaiki. Hiyo program tumeifanya kuanzia mwaka 2021 na mpaka 2024. A maanake zamani ilikuwa wote wanakimbilia viti maalum na nini, lakini aona kwenye majimbo. Kwa hiyo sasa ninasema kwamba demokrasia imekuwa imekuwa maanake, zamani ilikuwa kwamba ofos, tumekuwa na mfumo ambao ni kandamizi, lakini sasa imefunguka, wameweza kuongeza hata viti zaidi. Kwa hiyo mimi nasema ni, ni dalili nzuri. Mkuu wa Umoja wa Wanawake CCM UWT, yeye anasema kuwa idadi hiyo inaakisi matokeo ya mafunzo walioyafanya kwa wanachama wao. Hii tunaweza kusema inatokana na ule mkakati ambao UWT tuliupanga awali wa kuhakikisha tunatoa elimu nchi nzima na kupita kuhamasisha wanawake wajitokeze kugombea nafasi hizi. Kwa kweli wametushangaza, wametushangaza kwa kweli. Sisi tunawaombea kila la heri na tunaomba basi mwamko huu ukalete heri na ukaandike historia katika vyombo vya dola. Huko katika chama cha ACT Wazalendo, zoezi la uchukuaji fomu linaendelea. Huku idadi ya wanawake ikionekana kuongezeka, zaidi ya wanachama wetu 450 e, mpaka sasa, na tunaendelea kukusanya taarifa hizi, wamejitokeza kuchukua nafasi ya ya ubunge e, tutatoa takwimu rasmi, lakini kama katibu mkuu unasema kwamba nimefarijika kuona e, e, wanawake wengi wakijitokeza mchakato wa uchukuaji na urejeshwaji wa fomu ndani ya vyama vya siasa ni hatua muhimu katika kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Swali ni je, idadi ya wanawake waliojitokeza kwa wingi kuchukua fomu za kuomba ridhaa ndiyo tutakayoiona katika majimbo? Sheila Mkumba. Sasa kuzungumza kuhusiana na hilo yupo hapa mchambuzi wa masuala ya siasa Said Msonga. Eh, tujadili kuhusiana hilo. Eh, tumeangalia takwimu hapo hivona <coughs> ametupitisha Naam. Hizi eh, takwimu mbona zinaakisi nini? Uh, kimsingi zinaonyesha kuna mabadiliko makubwa, kwa sababu uh, miaka ya nyuma ilikuwa wanawake hawana mwamko mkubwa wa kujitokeza, ni kama mm -hmm. vile jambo hili la uongozi lilikuwa limeachwa kwa wanaume pekee, ama kwa kiwango kikubwa wanaume ndio walikuwa wako mstari wa mbele katika kujitokeza mm -hmm. lakini kwa kadri ambavyo muda umekuwa ukienda na miaka imekuwa ikisogea, elimu mbalimbali imekuwa ikitolewa, hamasa kwa wakina mama angalau kwa miaka ya karibuni inaonekana sasa ile idadi inazidi kupanda. Ukiangalia okay, takwimu ambazo zimetoka kuonyeshwa muda mfupi zilikuwa ni za uchaguzi uliopita, lakini kwa mfano uchaguzi wa serikali ya mitaa ambao umefanyika mwaka uliopita, Uh, idadi ya wagombea wanawake ilifikia asilimia 33, yaani waliojitokeza kutaka kuwania nafasi za ngazi za chini kabisa za uongozi karibia asilimia 33, na unaweza ukaona imepiku hiyo asilimia 29 ambayo imetajwa iliyokuwa katika uchaguzi uliopita. Kwao ni kama grafu inazidi kupanda, kwao tunachokishuhudia pia katika hizi siku mbili tatu, hasa kwa upande wa Chama Cha Mapinduzi, mm -hmm. idadi kubwa pia ya wanawake wamekuwa wakijitokeza na kuwania nafasi zile za kugombea, sio nafasi zile za viti maalum, ambao ilikuwa kawaida wengi walikuwa wakiegemea huko lakini angalau wanaanza sasa kuonekana wana uthubutu wa kutaka kushindana, na hali ni hivyo pia katika vyama vya upinzani. Tumemsikiza katibu mkuu wa ACT wa Zalendo akithibitisha kwamba idadi kubwa ya wanawake pia katika chama chake wanajitokeza, lakini ni vivyo hivyo pia katika vyama vingine ambavyo vinashiriki katika uchaguzi. Tayari zipo dalili za wazi kuonesha kwamba wako wakina mama ambao wameshakuwa na utayari wa kusema kwamba wataingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi moja kwa moja. Ongezeko kwa maana ya namba inapanda sasa ntafsiri nini kwenye siasa ya nchi hii, lakini pia kwenye jamii yetu, ambapo awali ilionekana kidogo kama wanawake hapo nyuma. Kwa kweli tafsiri kubwa tunayoipata ni kwamba, mmoja, wakinamama wamepata mwamko na mwamko huu umechagizwa zaidi na, na, na Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa sababu baada ya kuongoza katika nafasi ya juu kabisa ya uongozi katika nchi yetu imewapa u, ujasiri wanawake wengi kuona kwamba kumbe tuna, wanawake wanaweza endapo wataamua kushiriki mm. katika masuala haya ya kiuongozi. Kwa hiyo mm. tunaweza tukasema wazi kabisa kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa ni chachu kubwa mm. kwa wanawake wengi kuwa na uthubutu wa kuweza kuwania nafasi za kiuongozi. Lakini pamoja na hilo msonga bado namba si ya kuridhisha sana ukilinganisha kwenye takwimu, wanawake huwa ni wengi, lakini ukienda kwenye masuala ya uongozi, kwenye masuala ya uchaguzi, nafasi kama hizi, bado hapo chini. Eh, ni kweli wanawake hata katika zoezi la kuchagua wanawake mm. pia huwa wanajitokeza kwa wingi kwenda kuchagua mara nyingi wamekuwa wakienda kuchagua kundi kubwa la wanaume, lakini ndio maana nikasema kwamba kadri siku zinavyokwenda na miaka inavyosogea, hali inazidi kubadilika na hu, hu, hii chachu ambayo imeongezwa na, na, na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan imeongeza na kuifanya angalau ile grafu iweze kupanda kwa haraka zaidi kuweza mm. kuwapa wanafasi wanawake wengi ule ujasiri wa kusema kwamba sasa na sisi tunaweza walau kuwania hizi nafasi za udiwani, ubunge. Kwao tunaona wengi wakiingia katika kinyang'anyiro, na kama mm. vyama vinavyohusika na chaguzi vitapitisha idadi kubwa ya wanawake mm, basi pengine tunaweza tukashuhudia pia hata katika bunge letu ile idadi ikazidi tofauti na ile ambayo tumeona fikiri, asilimia 60.8, kwa sasa itoshe, itoshe.